Katika mitaa yenye shughuli nyingi na harakati nyingi za kimaisha ya Buenos Aires huko nchini Argentina mnamo mwaka 1936 alizaliwa Jorge Mario Bergoglio. Hakuna aliyeweza kufikiri kwamba mtoto huyo aliyezaliwa katika familia ya wahamiaji kutoka Italia, siku moja angekuja kuwa kiongozi wa mamilioni ya wakatoliki duniani kote. Maisha yake ya awali yalikuwa ya kawaida. Alisoma, alifanya kazi mbalimbali mbali, ikiwemo kuwa fundi wa maabara ya kemia na mlinzi wa baa, lakini ndani yake kulikuwa na mwito mkuu zaidi. Alikuwa kijana aliyegundua wito wa kumtumikia Mungu na kujiunga na shirika la Wajezuit. Safari yake ya kuelekea ukasisi ilikuwa ya kujitolea na kujifunza kwa kina. Alisoma falsafa na teolojia, alijifunza kwa bidii na kuonyesha uwezo mkubwa wa kiakili na huruma kwa watu. Baada ya kupewa daraja la upadre, alitumikia katika nafasi mbalimbali mbali ndani ya Argentina, akijihusisha sana na maswala ya kijamii na kuwasaidia watu waliokuwa na uhitaji. Sauti yake ilianza kusikika zaidi alipoteuliwa kuwa askofu msaidizi wa Buenos Aires na baadaye kuwa askofu mkuu wa mji huo mkuu. Katika nafasi hizi alionyesha mtindo wake wa kipekee wa uongozi uliokuwa karibu na watu wenye unyenyekevu na unaozingatia mahitaji ya masikini na waliotengwa. Alipanda basi kwenda kazini, aliishi maisha rahisi, na alikuwa akijulikana kwa kujitolea kwake kwa, kwa ajili ya wale ambao jamii iliwasahau. Kisha mwaka elfu mbili na kumi na tatu ulimwengu ulishuhudia tukio la kihistoria kufuatia kujiuzuru kwa Papa Benedikti wa kumi na sita. Makadenari kutoka pembe zote za dunia walikusanyika mjini Vatikani kumchagua mrithi, na baada ya majadiliano marefu jina likatangazwa Kardinali Jorge Mario Bergoglio alichagua jina la Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asizi, mtakatifu wa unyenyekevu na upendo kwa masikini. Upapa wake ulikuwa mwanzo wa enzi mpya kwa kanisa Katoliki. Papa Francis alileta mtazamo mpya, akisisitiza rehema, msamaha na umuhimu wa kuwafikia wale waliopembezoni mwa jamii. Alizungumza kwa nguvu kuhusu maswala ya mazingira, ukosefu wa usawa wa kiuchumi na haja ya kujali wakimbizi na wahamiaji. Safari yake kama papa ilikuwa imejaa matukio muhimu na hutuba zenye kugusa mioyo. Alisafiri kote ulimwenguni, alikutana na watu wa imani na tamaduni mbalimbali mbali, akijenga madaraja ya mazungumzo na kukuza amani. Sauti yake ilikuwa ni sauti ya matumaini kwa wengi na ujumbe wake wa upendo na huruma ulivuka mipaka ya dini na taifa. Lakini, bila, lakini kama kila binadamu Papa Francis alikumbwa na changamoto na majaribu. Alishuhudia migogoro ya mateso na alizungumza kwa ujasiri dhidi ya ukosefu wa haki na uonevu. Alifanya kazi kwa bidii ili kukabiliana na kashfa zilizolikumba kanisa Katoliki na kujenga utamaduni wa uwazi na uwajibikaji. Leo tunapozungumza kuhusu Papa Francis, tunamkumbuka kama kiongozi ambaye aligusa maisha ya mamilioni ya watu. Alikuwa sauti ya wasio na sauti. Alitukumbusha umuhimu wa kuwa na huruma na kujali. Historia yake na ushuhuda wa nguvu ya imani, unyenyekevu na kujitolea kwa ajili ya wengine, na jina lake litaendelea kukumbukwa katika historia kama kiongozi ambaye alijitahidi kuleta karibu ufalme wa Mungu hapa duniani. Nenda Papa Francis, pumzika kwa amani.